Habari ndugu? Ah, salama, salama. Niongo, jitambulishe unaitwa nani? Ndio. Wote. Ni afisa masoko wa, wa Shukrani Training College, maarufu kama Shukrani Center, chuo ambacho kinapatikana hapa Mbeya. Katika kijiji la Mbeya kuna sehemu ambayo inaitwa Soweto Block Q. Hey, unaweza ukatupa taswira labda ya ukubwa wa maafali utakueje, lakini mmejiandaa vipi kuhusiana na hili swala? Eh, yeah, nashukuru pia. Yeah, Tumejiandaa vizuri sana. Mungu ni mwema sana sababu kila kitu sisi tunaanza na Mungu tunamaliza na Mungu. Kwa hiyo hii ni maafali ya 20. Maafali ya 19 ilifanyika, lakini sidhani kama itakuwa hii itakuwa itakuwa ndogo. Hii itakuwa kubwa zaidi ile iliyofanyika mwaka jana, kwa sababu tumeandaa, tumealika watu wengi, na watu wote ambao hata hujapata mwaliko, hata tulikusahau, karibuni sana Vikundi vya ushereheshaji viko vingi. Wanafunzi wetu wenyewe pia wamejiandaa vizuri kabisa katika kutupa kutupa burudani na kutupa elimu kutu, kutu, kutupa ile ambayo wao wameipata hapa. Lakini pia tumeandaa blast, bendi ya Magereza pia itakuwepo. Tutakuwa na maandamano kutoka hapa mpaka mafiat kule ili watu wajue kwamba chuo chetu kipo na kinaendelea kufanya kazi. Sije nikasahau wanaohitimu ni wengi. ni wengi ni zaidi ya mia wanaohitimu ni mia mbili, yes. Ndiyo maana nimesema ni zaidi ya mia ni mia mbili wanaohitimu na sio kozi moja, ni kozi nyingi za wanafunzi wanao timu hapa, maanake wame qualify tayari eh. Tarehe ishirini na nane ya mwezi huu wa 11 nadhani uhalisia wa ukubwa wa chuo cha Shukrani utaonekana siku hiyo. Karibuni sana, karibuni wote.